Mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo mmezoea kuzipata hapa, na hii siyo simulizi nyingine, ni simulizi yako pendwa kabisa, ambayo inaitwa Nani Alaumiwe, sehemu ya tatu. Nani alaumiwe ni simulizi ambayo inamhusu binti wa kuitwa Levina Kasai, maisha ambayo yanaendelea kuishi akitusimulia yale ambayo yaliyomtokea katika maisha yake, binti mzaliwa wa Nyantorotoro, Geita.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 Uongozi wa Baba Sam the King Tanzania TV channel unakutangazia wewe mtazamaji na msikilizaji wa simulizi za sauti kwamba kuna shindano la sakasaka ambalo anatafutwa misi simulizi 2025 na Mr. simulizi 2025 unachotakiwa kukifanya Sikiliza simulizi, mwanzo mwa simulizi utasikia kuna jingo ambayo itakaokuwa imechezwa hapo, pia ina namba. Basi chukua namba husika katika hilo tangazo, moja kwa moja tuma nomo text kwamba uko tayari kushiriki katika hilo shindano la sakasaka, tuma majina yako na pia tuma uthibitisho wako wa kwamba utashiriki. Jina lako na namba yako itahifadhiwa tarehe 19 Novemba, ambapo chaneli yetu itatimiza miaka miwili, yaani kwenye birthday ya channel, hapo ndipo ambapo watakapopigiwa wale washiriki na kuulizwa maswali. Maswali yatakuwa kumi na kila moja lina maxi kumi kwa hiyo kumi mara kumi ni sawa na mia moja. Kwa hiyo hapo ukipata maswali matano utakuwa wewe ni mshindi wa pili na zawadi yako ipo. Kama ukipata maswali yote kumi ni mshindi wa kwanza na zawadi yako ipo. Kwa hiyo tushindanie hii fursa, siyo ya kupoteza wapenzi watazamaji na wasikilizaji wote wa simulizi za sauti. Sasa ni kukaribishe sehemu yetu ya tatu ya simulizi hii, ni nani alaumiwe. Levina anatusimulia anasema, kumbe imeonekana kabisa huyu kijana ni kijana ambaye anajielewa. Kumbe hata yeye mwenyewe alikuwa akiendelea kutafuta mwanamke wa kuoa, lakini baada ya kugundua swala kama hiyo, nilikaa chini nikatafakari, mbona rafiki yangu Lea ya, yeye ameolewa. Hata kama mimi nitakuwa bado sijatimiza malengo ya kupata hiyo cherehani, ninaamini mume wangu na namna yoyote ile ambayo yeye atakayoweza kuifanya, mimi niwe na chochote kile cha kufanya. Sio kuwa house girl tena, sitokuwa mfanyakazi wa ndani, bali nitakuwa ni mwanamke halali wa bosi ambaye ndiye ruguisha sasa wakati ninaendelea kuwaza hiyo asubuhi, bosi alinifuata na kuniambia, Elvina, sihitaji tena kukuona ukiendelea kulala katika hicho chumba, nahitaji uhamie kwangu. Levina anaendelea kutusimulia, anasema kiukweli, niliwaza nihamie tena kwake? Kwa nini asisubiri kwanza? Kutokana na kwamba nilikuwa na aibu kubwa sana, kwa sababu nilikuwa sijawahi kulala kabisa na mvulana, yaani tulale chumba kimoja afu kitanda kimoja Hapana, haya mambo ni kwa sijawahi kuyafanya, wala sijawahi kuwa na hilo wazo. Na hili jambo tu la kusema kwamba ninataka kuolewa lilikuja na kumtaka mwenza, kuona kwamba wenzangu mbona wameolewa, kwa nini mimi nisiolewe? Kwani wao wanaishije na mimi nitashindwaje? Nilianza kuwa na aibu hapa na pale, lakini nifikia kipindi ambacho alianza kunibembeleza hapa na pale. Nikaona kabisa juhudi zake za kwanza mpaka kunipakata, kuanza kunitekenya tekenya hapa na pale, lakini kutokana na kwamba mimi mambo ya kimapenzi nilikuwa hata sijajua, nilichukulia ni kama mchezo. Levina anatusimulia anasema, ndipo ambapo nilipopiga moyo kone, nikajaribu kumuuliza mama kisirisiri, wakati bosi ameondoka kazini. Mimi kabidi nimuulize mama, eti mama, hivyo kilala na mvulana huwe nakuagai? Naomba unieleze, mimi binti yako kwa sababu amesema kwa vile ameshatanguliza mahali huko, hataki tena nilali kwenye kile chumba kile kisingo ambacho alichonipaga niwe na lala, anataka nitoke kabisa kuwa katika hali ya usingo ma, ya, ya, ya, ya, anasema nitoke ne, katika hali ya udada wa kazi nitoke katika hali ya udada wa kazi moja kwa moja, niingie katika hali ya mke na mume. Kwa hiyo anasema anahitaji mimi na yeye tulale pamoja. Sasa ninashindwa mama, naomba unisaidie nifanyeje hapo. Redina naendelea kutusimulia, anasema mama alinielekeza kila ki kinachotakiwa na mimi. Usiku baada ya kumaliza kula chakula, nikajikaza. nilikuwa na aibu kali sana, yani kwa sababu sijawahi kufanya vitu kama hivi, yaani kulala kabisa na mvulana. Hapana, kwanza mimi, asilimia kubwa sana marafiki zangu ni wa kike, sio wa kiume. Kwa hiyo yani niliamua tu kujikaza yani mwanzoni niliona kabisa ni kama mateso kulala pamoja na jinsia tofauti na mimi. Nilienda nikatandika vizuri na hatimaye tukalala, ukawa ndio mwanzo wangu wa kwanza kabisa kulala na mvulana. Hapo ndipo ambapo Penzi moto moto liliniwakia kwa usiku huo. Hapo ndipo ambapo unaposikia kwamba binti kutolewa usichana wake, ndio siku hiyo ndipo ambapo nilipogundua kumbe watu wao wanafanyaga vitu namna hii. Kutokana na kwamba mama alikuwa ameshanielekeza, basi nilifanya hivyo hivyo, ingawa yeye mwenyewe alianza kushangaa baada ya kuona damu ziko zinavuja katika uke wangu, akaanza kushangaa, hii, kumbe huyu binti alikuwa bado na usichana wake, kumbe mimi ndo wa kwanza aisee. Hapo ndipo ambapo alipoanza kunipa pole kwa usiku huu Mwanzoni niliona kweli ni kama mateso fulani, lakini kadri siku zilivyokuwa zinazidi kwenda, nilizoea na hiyo hali. Nikaona kumbe tendo la ndoa ni kitu kitamu namna hii. Ah, basi wa kwangu si nimeshampata, hapa hakuna tatizo tena. Yaani nikaona yeye ndo atakayekuwa ni mtamu kuliko wengine wote, na katika maisha yangu sijawahi kumsaliti. Tuliendelea na maisha na hatimaye nikabeba ujauzito. Baada ya kubeba ujauzito, alifurahia na ujauzito huo ulipokuwa basi, moja kwa moja nilijifungua mtoto wa kiume na tukamwita Kelvin. Sasa nimeshakuwa mama Kelvin na yeye ameshakuwa baba Kelvin. Levina anaendelea kutusimulia anasema, mahari ambazo zilizokuwa zimebakia alienda kalipa na hatimaye tukarekebisha ndoa na si kufunga, kurekebisha. Kwa wale ambao wanaosali Anglikana, wale ambao wanasali Roman Katholiki watakuwa wanajua nini maana ya kurekebisha ndoa. Yaani, maana yake mnaanza kwanza kuishi, mnasomana tabia hapa na pale, mtu anatanguliza mahari halafu baadaye ndipo ambapo wanaenda kurekebisha ndoa zipo ndoa za kufungwa moja kwa moja na nasema, ndoa za kurekebishwa. Levina anatusimulia anasema, tuliirekebisha ndoa. Baada ya kurekebisha ndoa tena, ndoa yenyewe tuliirekebisha wakati tayari tuna mtoto wetu Kelvin na hakutaka kabisa kwe kumalizia kulipa hizo mahali mpaka nilipo mzaa mwanangu Kelvin, na nilipo jaribu kumuuliza, akasema wewe ni binti. Kwa hiyo mimi bado nilikuwa najiuliza huyu hata kuwa kama wale mabinti wengine na kuta wanaenda kujichoma masindano, hatimaye wanaharibu uzazi. Kwa hiyo nilikuwa najaribu kuacha kwanza kulipa mahali kwenu, ili niweze kuona je hivi una kizazi kweli. Ndiyo maana nilitanguliza tu, ili hata kama zikipotele yako hizo hazina shida, kuliko nimalizie zote nilizoambiwa. Hatimaye Mungu akawa amenisaidia, tukaanza maisha mazuri kabisa, nikiwa kama mke halali na yeye akiwa kama mume halali ruguisha ambaye mye baba Kelvin, nikafurahia kuendelea kuwa na mume wangu kwa sababu tayari mambo yalikuwa yanaenda vizuri, lakini kisanga kilitukuta katika lile duka letu la mume wangu ambalo lilikuwa naendelea kuuza liliungua na moto wa umeme. Yaani moto uliwaka kwa jirani ambaye anapakana kabisa na duka hilo, yaani fremu yake na ya kwetu vimepakana, hatimaye na fremu yetu ikakamatwa na moto, hilo duka likawa limeungua. Hatimaye rumisha akawa amefilisika baada ya zile kuanza kuzijenga upya. Hapo ndipo ambapo waliponiambia mke wangu, kutokana na kwamba tayari nimeshapata hasara, inatakiwa niende nikakope mkopo na hatimaye tuanze tena biashara upya, kutokana na kwamba tayari nimeshaona tumerudi katika umaskini, na alinioa akiwa ni tajiri akiwa ni bosi wangu kabisa kipindi hicho. Basi nilikubali aenda kakope pesa, ili tuweze kuanzisha biashara upya. Na mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, sehemu ya tatu ya simulizi hii ni nani alaumiwe, imeishia hapa. Tumemwona Levina akiendelea kutusimulia kwamba Rubuisha ndiye wa kwanza kabisa kumtoa usichana wake, na hatimaye waliendelea kuishi. Baada ya muda fulani, akabeba ujauzito na ujauzito ulipokuwa, akajifungua mtoto na akamwita Kelvin na huyo mtoto alipoanza kukua, ndipo ambapo alienda moja kwa moja kulipa mahali ambazo zilikuwa zimebaki, na pia baada ya kulipa mahali wakarekebisha ndoa, hatimaye Levina akawa ni mke halali kabisa warugwishi, lakini pia tukaona akatusimulia kwamba duka lao liliwaka moto kutokana na kwamba duka jirani ndiyo ambayo lilianza kukamatwa na moto wa umeme, yaani lilipigwa shoti ya umeme, hatimaye na duka lao likawa limekamatwa na likawaka kweli kweli. Hapo ndipo ambapo walipoamua kukaa chini na kutafakari washirikiane yani, ili waweze kuifufua hiyo biashara na kilichofanyika wakakubaliana wakope pesa kwa ajili ya kuianzisha hiyo biashara. Kama endapo takuwa hauja subscribe, chaneli hii inaitwa baba Sam The King Tanzania TV channel. Chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, pia kina alama ya kengele. Unaweza ukagusa hicho moja kwa moja ukawa ni mwanafamilia wetu wa baba Sam the King Tanzania TV channel. Tunachokuomba ni kusubscribe, ku like, ku share na ku comment, ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Pia kabla sijaondoka, nakumbusha hili: uongozi wa baba Sam the King Tanzania TV channel unaendesha shindano la sakasaka ambalo limeandaliwa, ambacho kilele chake itakuwa ni birthday ya channel yetu kufikisha miaka miwili tarehe 19 Novemba, ambapo ili uweze kushiriki katika shindano hili, ewe mwanamke, ewe mdada, ewe mkaka, ewe mbaba, ewe mama basi fanya hivi unapokuwa unasikiliza simulizi, unapoiplay tu, kuna jingo au tangazo ambalo utalisikia. Pia kuna namba ambayo inatajwa hapo, kwa maoni na ushauri tumia namba hizi. Chukua hiyo namba, tuma normal text kwamba, tuma majina yako na uthibitishaji wako wa kushiriki katika hilo shindano la sakasaka moja kwa moja namba yako itahifadhiwa, na kilele cha haya yote itakuwa ni tarehe 19 Novemba 2025. Hapo ndipo ambapo watakapopigiwa simu wale ambao waliokubali kushiriki na hatimaye, moja kwa moja utapigiwa simu na kuulizwa maswali kumi tu ambayo kila moja lina maksi kumi. Kwa hiyo kumi mara kumi sawa sawa na mia moja. Ukipata maswali matano, utakuwa wewe ni mshindi wa pili na zawadi yako ipo kama. Endapo ukipata maswali yote kumi, basi umepata mia moja maksi. Kwa hiyo utakuwa ni mshindi wa kwanza na ma na zawadi yako ipo. Kwa hiyo tuendelee kushindania hii fursa, tusiiache ikapotea. Ni kuage niseme kwa heri mpaka sehemu yetu ya nne, ya simulizi hii inayoitwa nani alaumiwe. Ni kuage niseme kwa heri kwa sasa. unaangalia baba Sam the king tanzania tv chaneli kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515